Asante sana mtazamaji, unaendelea kutazama Mwenge wa Kaunti leo tukiwa tunazungumzia maswala ya mapato ya kustaafu, lakini zaidi umaskini ambao unatokana na kustaafu, kwa sababu idadi kubwa ya wananchi imenukuliwa katika takwimu za hivi punde kwamba wengi wanaishi katika hali ya uchochole punde tu baada ya kustaafu. Kitu kinachosababisha kama tulivyozungumza hapo awali mwanzo, ni ule mshahara unaolipwa saa nyingine unasalia ule ule mpaka mtu anapofikia kustaafu, na gharama ya maisha imeongezeka. Pili, inatokea kwamba baadhi ya makato ambayo yanatolewa na hayafiki katika sehemu ambapo pesa zinastahili kuwekezwa na hivyo inakuwa vigumu kwa mstaafu eh, kuweza kupata pesa zake, miongoni mwa matatizo mengine. Jamii nyingine, mami, nataka kuzungumzia eh, mama yetu Mary ni hapa Nairobi yeah. Kwa sababu ya gharama ya maisha. Mm -hmm. Kuna hawa wanajiita kina mama mboga. Mm -hmm. Eh, kuna wengine ambao wanafanya kazi katika vibanda ususi na kadhalika. Mm -hmm. Ni watu ambao wanapata mapato. Yes. Lakini hawaelekezi mapato yao kibinafsi kwa sababu kama wale hawalipi ushuru na hawana njia ya kukatwa kwa sababu wamejiajiri wenyewe. Watu kama wale unaweza kuwashauri vipi? Kwa sababu kuna siku ya kustaafu pia, mtu hawezi kusonga nywele miaka yote. Itafika miaka hamsini, miaka sabini, umechoka mm. na hujawekeza mama mboga pia, siku zote sio siku zote atakimbia wakulima market kununua mboga na kuzikatakata kwa ajili ya mteja. Itafika wakati amechoka, utafika wakati ambapo pia ana staafu. Sasa kwa wale unawapa ushauri gani? Kwa sababu moja kwa moja tunajua mapato wanayopata wanaweka binafsi, hawaekezi katika skimu ama kitu kama hicho. Sasa unawapa ushauri gani? Asante sana Mr Nimrod, tukiingia upande wa mama mama mboga no. Ama mama yote anafanya kazi yake ya kibinafsi no. Tuseme kama hizi mambo ya manywele saluni nini no. Ama ya, no. Ya no. Biashara ndogo ndogo no. no. Hizi no. Au ah, mama ama hata kama ni wazee wanafaa kushauriwa kwamba mtu anakula tano, unaweka tatu, yaani wanafundishwa mambo ya kusefu kwa sababu una save ya kesho, kwa sababu hakuna kitu unalipwa mahali pale unafanyia kazi. Hata kama kuna ushuru unalipa, tuseme ni kitu kidogo tu, maybe 50 shillings per month, ama wengine hata hawalipi. Unawaona tu kwa barabara, wanakuja masaa ya jioni, anatandika mboga zake, anauza nini, anaenda. Hakuna mtu atamwitisha kitu, so wanavaa kusauliwa ya kwamba saa hii uko na nguvu na unaweza kufanya hiyo kazi saa hii unasomesha mpaka watoto wako, kwa sababu nimesikia wengi wakisema watoto wao wamesoma mpaka university, wengine hata wamepata kazi kazi nzuri sana, na unamuona mm, bado wako pale kwa hiyo kazi yake. So ni vizuri wa hawa mama tuwashauri ya kwamba waweze kuweka pesa kidogo, hata kama ni kuingia kwenye mashirika, ingawanje pia ba, kama hata kama inaanguka, zizi zote zinaanguka, ama wanashauriwa mambo ya kufanya wengi nasikia wakisema wana meringo round, wanaingia katika vikundi, wana wanajipanga, wanaingia katika vikundi vya wamama kama kumi, kumi na tano, ishirini ama watano, mnaanza pesa ya kusaidiana, mnakuwa kila mwezi kuna pesa, kuna wanatenga kiwango ile kwamba mtakuwa mnatoa Alafu hizo pesa zao wanasikuzana pamoja, kanani mwezi huu wanapea watu wawili, wanasonga, wanaendelea wana, wanazunguka mwezi huu mwingine wanapea wawili, na nimeona wengi wameendelea vizuri sana kwa sababu tunaambiwa ya kwamba akipa iosi, kwa sababu hiyo pesa itakusaidia at the the end of the day, hata kama ni mtoto wako umevudisha na hiyo kazi ya hiyo mboga ama nini unjue ya kwamba huu mtoto pia si atakua na, akuwe na jamii yake, kwa hivi hautamtegemea sana huu mtoto wengi wanasema ati vainda ya mtoto nikakusaindie ni wakati wa uzee, ni kweli, mm -hmm, lakini ainja kamilika kwa sababu unaambiwa jinjenge wakati uko mchanga na wakati wa useeni utakuwa nini? Utakuwa at least uko na nguvu yako kidogo, kwa sababu hata huyu mtoto anaweza kukutegemea hata, ingawaje yako na familia yake. Kwa hivyo tunawashauri ya kwamba waweze kujua mambo ya kuweka pesa, yani hata kama ni hiyo kidogo. Kwanza hiyo kidogo ndio nzuri, hiyo kidogo ndio inatamu kwa sababu anaona ni kidogo, lakini anajivinyilia, anaweka kando, anavicha mahali. Wengine wanafanya chama, wanatengeneza sasa, mpaka end of the year unaona wanakuwa hata na, na sherehe wanakua hata wanakona ndevindesi wanakona wanatoa wanafanya mpaka wawe na ndevindesi ya ile pesa wamesefu. So that they can celebrate hata wenyewe oh, kwa sababu nasema, hata hata hata nguruwa inajikaanga na mafuta yao wanasema acha tujiangalie kwa sababu ni sisi sisi tunafanya hii kazi wewe ndio uko pale kwa, kwa vumbi kwa, kwa hivyo lazima pia ujiangalie uweze kunini kuangalia mwingine kwa hivyo na. ni muhimu okay. hao wamama tuwashauri ku, si wamama tu mtu yeyote na. mwenye anafanya hiyo kazi yenye hatozi ushuru na, na mtu yeyote Sa. uh, Bwana Francis, kuna hili tatizo ambalo liko sana, sana katika ajira ya ya ya, ya sekta ambayo ni ya serikali, mm-hmm. Uh, civil servants ambayo inahusu aidha ni wizara za afya, wizara za leba na kadhalika hey. Unaona, kuna athari gani haswa kwa wafanyikazi ambao serikali inastahili kuwapa ajira ya kudumu lakini mara nyingi haiwapi ajira ya kudumu. Kwa sasa hivi kuna waalimu ambao wako katika eh, eh, ninino tunaita JSS wamekuwa wakilalamika kwamba tunapata mshahara wa shilingi elfu kumi na saba kwa mwezi, tunatoa kazi za ualimu lakini hatujapewa kazi ya kudumu, hatujapewa ajira ya kudumu na huu ni mwaka wa tatu sasa tunaelekea. Mm -hmm. Ina athari gani katika maisha yao ya kustaafu? Kuna madaktari ambao wali ni madaktari wanagenzi interns. Mm -hmm. Ambao pia wamehitimu lakini wanastahili kufanya eh, masomo katika eh, udaktari. Mm -hmm. Alafu wapate ajira. Mm -hmm. Pia imekuwa ni kama mchezo wa paka na panya kuzungushwa. Mm -hmm. Hiyo inakuwa na athari gani kwa ajira ya kudumu na kustaafu kwao siku za usoni? Asante Bwana Nimrod, hii ambayo tunaona saa hizi, na hatukuwa tunaona haya mambo mbeleni, maanake kulikuwa na wakati ikiwa kazi iko inatangazwa, yule ambaye ana, ana qualify, anapewa, anapewa. Na kwa yule ambaye ndio ame qualify, eh, lakini hakuna nafasi yes, anaambiwa subiri, anaambiwa subiri. Nah. Saa hizi kuna mchezo ambao unafanywa serikali ambayo inafaa kuajili huyu mtu inajua kwamba huyu mtu am, amekalifai, lakini inaanza kumwambia utafanya kwa mwezi mmoja au miezi miwiliambayo ni kandarasi, ambayo ni kandarasi. Mm -hmm, na baada ya miezi miwili mitatu hiyo kandarasi ina, inaisha, lakini i, bado unahitaji kazi yake. No, no. Na ndio sababu tutasema the greatest resource in any department is a human resource, kwa sababu bila human resource mambo mengine yote hayawezi kufanyika. Hawa no. Watu ambao wanapewa hizi kandarasi za muda mfupi mfupi mfupi hawana maisha ya kustaafu, kwa maana kwamba ukiwa kwenye kandarasi, yeah. Mwajiri hawezi kutoa makato yako ukiwapeleka kwenye scheme ama kwenye retirement benefits hiyo kwenye kandarasi ama inawezekana, hawezi kwa, yes, sababu ikifika baada ya miezi mitatu wewe na huyo mwajiri mumeachana, until tena unaanza upya, tena unaanza upya. Kwa hivyo hata kwa wale ambao wamefanya kandarasi ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, inakatika, mumemalizana hapo. Ndio sababu hawa walimu wa JSS wanalia kila wakati kwa nini msitupatie kazi? Kwa nini mnatuambia mtatupatia kazi baada ya mwezi mmoja mwaka mmoja? Tukifika o, mwisho wa huo mwaka bado ni stori ni ile, ni ile ile. Hii ni kitu ambayo inafaa iangaliwe kabisa. Ikiwa kuna kazi, serikali iwape vijana nini kazi, na ikiwa hakuna, basi waambie kwamba hakuna lakini marasi watumie... si kwamba hakuna kwa mm. sababu utakuta bado inawaajiri kupitia kandarasi Siyuni... na wanatumwa kazini kabisa mm. mm. eh. kwa... kusema ati kazi hakuna, kukataa responsibility no. ya kwamba no. na hiyo kukataa responsibility, Bwana Nimrod, huwa inaathiri sana hawa vijana baadaye no. no. kwa sababu hawana, hawana kitu ya kusema kwamba mimi nilifanyia serikali no. kazi no na maisha yao inaanza kuwa mabaya. Unaona, vijana wameenda kule uh, vijijini, wanaanza kujiingiza kwa mambo yingine ambayo hayafai na, na sio kwa sababu walipenda na. kwa sababu kitu fulani kiliwasukuma kwenye hayo maisha. Elijah, mimi naamini yeah. kwamba retirement benefits huwa na faida sio tu kwa mtu anayestaafu yeah. bali kwa taifa zima, kwa sababu ni mapato ambayo yanatumika katika kugenerate revenue yeah, fulani mm -hmm. Sasa itakuwaje basi serikali hiyo hiyo ambayo inatamani kugenerate revenue kutoka kwa mapato ya watu kabla haijawapatia ya kustaafu inazidi kuwakandamiza. Kwa mfano, huu mfano ambao bwana Odipo ametupatia kwamba mm, kuna kandarasi, serikali za kaunti zinatakiwa kuajiri watu fulani, haziwapi ajira mm, zinawaacha kwa mwaka mzima au miaka miwili. Utakuta kama serikali ya kaunti ya Kiambu imetatizika kuwalipa madaktari na wauguzi mm, wameketi nje ya kibarua kwa takriban miezi kadhaa mm. Sasa mapato pale yamepotea mbona hakuna, yeah, msukumo kutoka kwa serikali kwamba mahitaji haya ni sharti yatimizwe, kwa sababu tunategemea mapato kama yale, yeah, ili tupate faida na wakati huo tumfaidi mtu ambaye anastaafu. Yeah, ni, ni, ni jambo la busara sana ku, kuangalia kwamba um, serikali inategemea hii mapato, yeah. Kwa mfano serikali sasa ina, ina, ina, ina, ina mpango ya kujenga barabara la Rironi Mau Summit na itatumia pesa ya mwananchi walio wali staff na NSSF in partnership with China Roads eh, na, so serikali inahitaji hiyo pesa na, pension uh, funds uh, the sector pension sector yenyewe iko na 2.5 trillion shillings. Labda serikali imeangalia kwamba hili ni sekta ambalo liko na pesa kwa hivyo ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wao wale wafanyikazi ambao wanatozwa, wanakatwa hii pesa, hizi pesa zinaingia kwenye schemes ama zinaingia NSSF ama kama ni PSS zinaingia pale, kwa sababu ukiangalia takwimu za uh, retirement benefits, asilimia kubwa ya uwekezaji ziko kwa government securities. So, so inamaanisha kwamba serikali iko na access ya hii pesa through government securities treasury bills and bonds and, and the rest. So serikali lazima iangalie, hili ni sekta ambalo liko na pesa na hii pesa ina itatumiwa for infrastructure development uh, Ju, ndugu yangu uh, pia ameguzia jambo la uh, contracts uh, serikali pia ime, ime, imeenda step further, imesema kwamba kama uko kwa kandarasi ama uko contract unaweza sasa ku access hiyo pesa yako tax free. So kwa hivyo umefanya miaka miwili miaka mitatu, wakati unamaliza una contract yao yako, 331% inalipwa na mwajiri wako. Pia unaweza hizo pesa zinaweza kuchaneliwa through the schemes. So kwa hivyo kuna mbinu nyingi ambazo serikali imeanza kuchukua kuhakikisha kwamba hii sekta inakuwa protected kwa sababu It is accounting to 2.5 billion shillings. Sio pesa kidogo. 3, 2, million, yeah, pesa trillion. No. To be very specific, ni sekta ambayo ina grow na kwa hivyo ni, uh, ni jukumu eh, la serikali kuhakikisha kwamba hawa employees wote wana eh, pesa zao zinalindwa zin, kisawasawa. No. zinawekwa the right place isiwekwe mahali ambapo itapotea mm. Asante. Asante. Bwana Benson, kwa upande mwingine umezungumzia kile ambacho watu waliostaafu wanadai serikali shilingi 72 eh, bilioni kutoka kwa pension schemes yeah. na kadhalika zile yeah. za kibinafsi au za umma, ni pesa nyingi, ni pesa ambazo pia zingesaidia serikali au kuzungusha hela katika uchumi, kwa sababu mtu akipata mapato yake sio kwamba atayaweka mfukoni yeah. Aidha ataekeza kwa kitu fulani, atakwenda kuanzisha biashara au atakwenda kununua kitu ambacho kinamsaidia mfanyi biashara, na ile tunaita circulation ya hela. Huoni kwamba ni kwa mba swala ambalo pia serikali ingelitilia maanani maana, eh, badala ya kuwekeza kuweka hela za watu na kuketi nazo na watu baadaye wanatatizika na, na uchumi pia unakuta kwamba unasangaa pale pale ulipo. <coughs> Nakubaliana nayo Bwana Nimrod kwamba e, bilioni sabini na mbili sio pesa kidogo kidogo, na ni pesa iko na athari kubwa sana kwa maisha ya anayehusika wote, iwe ni serikali iwe ni mstaafu mwenyewe mm -hmm. na cha kuhuzunisha ni kwamba hii bilioni 72 si pesa ya mwaka huu, ni pesa ya zamani sana. Kinachotia wasiwasi kubwa ni kwamba e, msukumo wa serikali kuweza kutatua hili jambo uko polepole pole sana hmm? Na udadisi wetu kama wale wanaohusika na Retirement Benefits Authority kama stakeholders wa Retirement Benefits Authorities tumekuja na tumewaambia faragani kwamba hii pesa huwa haiwasumbui sana kwa sababu labda kwa sababu inahusu wale wafanyikazi wa daraja ya katikati na daraja ya chini, kwa sababu hii ripoti ilitoka uh, 2023 ikakuja ikatangaza 2024 uh, ama 2023, huko ndio ilianza kutangazwa. Kutoka Septemba tu tulisikia wakisema maneno ya 76 72 bilioni. Eh, ilibidi mpaka mwaka wa 2024 Machi tukaona Waziri Bwana Mbadi ameteua jopo na kwenda kuangalia maneno ya unremitted pensions, na kutoka mwezi wa tatu mpaka saa hii hakuna jambo lolote tumesikia kuhusu matokeo ya hiyo jopo ama ni nini. Chenye tunakosa kuelewa ni kwamba kwa nini serikali haioni kwamba wastaafu pia ni chombo fulani chenye egetumika tukiwaita chombo, kwa sababu si vyombo, lakini mm -hmm. ni watu, ukiwaweka kwa ngazi moja mm -hmm. na uwahusishe katika ukuzi wa uchumi wa nchi, wanaweza changia pakubwa sana ukuzi wa nchi hii. Pesa yenye imewekwa watu ni wa, waajiri iwe ni mwajiri, hakupewa pesa, unajua hata kuambiwa kwamba eti wewe ulikatwa pesa E, alafu employer hakutuma hiyo pesa alikukata kwa sababu ministry ya treasury haikumpea pesa. Hiyo mfanyikazi ataelewa aje? Kwa sababu hiyo kwa, mm -hmm. Ukitaka kutumia lugha plain ni kama obtaining by false pretense because umenikata pesa ukiniambia utatuma kwa pension scheme fulani hujapeleka. Mm -hmm. Wewe na mtu ambaye ame obtained by false pretense kwa tofauti kwa ala, na we take it very lightly because the people involved wengi wanakuwaga watu wa middle and lower and income, wale according to them sio tisho kwa eh, sasi za wajiri wa, eh, kitu ya pili bwana Nimbro, katika hali unajua, katika hali ya uzeeni, pesa za uzeeni kwa serikali kuna vitengo viwili kuna wale watu private pension schemes, alafu kuna hii pension ya serikali. Hii pension ya serikali eh, shida yake kubwa haiko katika wakati wa kulipa. Shida pesa ya pension mara nyingi sana ni ushuru ule unakusanywa kwa wananchi, pesa ipatikane alafu wastaafu, okay. eh, pesa ikadiriwe, wastaafu walipwe hm? Hmm. Sasa hii haihusishwi na kukatwa pesa, mtu kukatwa pesa alafu atalipwa baadaye hmm. Sasa ile shida imekuwa ni hii, tuseme kama staita ukiritimba wa wale wanao process hizi payments. Unaona katika wizara ya wizara fulani sitataja majina kwa leo kwa sababu lakini nitaomba siku moja nitataja majina. Unapata wizara fulani, unaenda unapata na Nimrod, ni kitu cha uchungu sana mtu hmm. Alistaafu mwaka wa elfu mbili na mbili Elfu mbili na mbili file bado iko kwa wizara na kuna PS na kuna CS hm? Na, na, na kuna sauti. Maafisa, Wakuna maafisa na wanazungumza na ukali kabisa vile wako wadhanii wanadhifu wanadhi, wanadhi vile wanataka kufanya kazi lakini kuna kwa desk ya ofisi yake mtu alistaafu mwaka wa elfu mbili na mbili, miaka 23 baadaye file iko pale na kitu unaambiwa ni kwamba hii file haina confirmation letter. Mm. Confirmation letter ule ministry ndi ili confirm huyu mtu. Mm. Hakuandika confirmation letter kwake akaleta kwa wizara. Mm. Alikonfirmiwa na ile wizara. Mm. Wizara haiwezi pata yake lakini nataka mwajiri mwenye halipoteza yake atafute Atavitza. Apate miaka 23 nazungushwa, kwa meza moja na hawana aibu. Mm. Unapata mtu mjane, tuko na mjane mpaka wa 2015 hajapata pesa yake. Na mtu analala usingizi akisema, lakini sasa bahati mbaya inakuwa hivi. E, sasa nataka wakenya wale wananisikiza waelewe ni mm -hmm. kwamba wakati haya madhila yote yanawekewa mfanyakazi wa zamani ama mstaafu, kilio huwa inaenda pale wapi? Kwa hazina ya kitaifa. mm -hmm. mm -hmm. Unasikia wakisema, mm -hmm. pension, pension, pension. Lakini hali wale watu wanatesa wale wafanyikazi ni wale walikuwa waajiri wao. Mm -hmm. Najua kesi ambazo unapata mtu kama kesi moja naweza kukuambia Bwana Nimrod na sina haya kusema hii. mm -hmm kesi ambayo mtu alikuwa alipwe mwaka wa 21 2021 Februari, barua ikaandikiwa kwa mwajiri kupeana payslip moja kutoka 2021. Huyu mama bado anangoja pension yake, kwa sababu walitaka tu payslip moja kuconfirm kwamba hii pesa ilikalkuletiwa na pesa ya sawa, mm, wa release pesa yake. Mwajiri ameshindwa kutuma payslip ya mwezi moja, kwa sababu anangoja huyu mama apeleke pesa atoe kama hongo hongo kuna wale watu wanaitisha shilingi elfu kumi na tano kuna wale wanaitisha 30. kuna mmoja amenipigia juzi akiniambia ya faili yake iko pale fulani wanataka apeleke 30000 ndio faili itoke iende Bima House. So wale watu wanateswa na waajiri lakini kilio huwa sana sana kinalenga wapi? Bima House. mimi nataka nafikiri kama kungewezekana wale mwa, mwa PS wale wako kwa na, hu, na utu wafanye siku moja ziara na waende kwa idara zao za pension, mm -hmm. Waulize wafanyikazi wale wako huku kwamba file ya 2002, file ya 2005 hata 6 years after somebody retired, mbona inakaa tu, mm. inafanya nini kwa meza yako? Kuna mzee najua walititaa 2007 Mount Elgon, amefukuzwa kwa wizara yake, aenda alete stakabadhi, watu wote wanyadua. 2002, nyumba zilichoma Mount Elgon, huyo mzee alichomeka kila kitu anaambiwa alete stakabadhi, hawezi leta stakabadhi hata moja kwa sababu hatawahi pata mm. Lakini mm. hawezi pata pension yake kwa sababu hawezi. Amen. Amen. Na wizara wizara yenye limwandika iko na kila kitu, hii wizara ndio nakupatia na barua ya mm. kuandikwa, ndio nakuconfirm, ndio na ku kupo, mm -hmm. ndio na kupromote, ndio nakuinterdict lakini sasa ukistaafu wewe ulete vithibitisho kwamba ulikuwa umeandikwa kwa hii wizara. Sasa watu wanazungushwa miaka miaka, nenda miaka, rudi hii ni sasa. Pensioni ya serikali ikifika kwa kulipwa, ukiona pale watu wal pale Bima House wanakuwa na changamoto, ni wakati pesa za kulipa wale wastaafu pia zimechelewa kupeanwa pale. Sasa wale hawana pesa yao watalipa wastaafu, paka wangoje pia wapewe pesa ndio waweze kulipa. So, hapo naweza sema imechelewa pale, lakini hmm. pia uwezi laumu Bima House kwa sababu hawana pesa hana yao pesa. wanangoja hmm. kutengewa pesa. Hmm. Sasa, kwa, kwa matatizo kama hayo nieleze shirika kama lenu linawasaidiaje hawa watu ambao wamejikuta katika matatizo kama haya. Najua ni wizara inahusika imewasababishia matatizo hayo, lakini eh, baadhi yao ni wanachama wenu, mnawasimamia katika matatizo kama muna, muna sulu, sulu na, na haya mnawapa suluhu zao. Nazungumzia haya maneno kwa sababu hmm machache haya tumeweza kusuluhisha kwa sababu ndio niweze kujua kuna mtu alistaafu mwaka wa elfu mbili na mbili ni tulikaa kikao na tukajadiliana faragani tukaulizana na hata wale wakubwa kwamba kwa nini mtu akae kwa meza yako mpaka kutoka 2002 kwa sababu ya confirmation letter na nyinyi ndio mliconfirm na tukajadiliana na wakapeleka hiyo kesi kwa mikutano zao za hapo ndani kwa ndani na wakaweza kuidhinisha na ile faili kasonga hatua ingine. So wakati watu wanakuja hao wa wanachama wetu ama wastaafu wa ambao hawajatuelewa wa kama wanaweza wanakuja wanakuja, sasa upande wetu tunachukua jukumu kuliko yeye ashinda akitoka Tana River anakuja Nairobi kushinda akitoka Busia, wengine hata wanatapeliwa wakishajiunga, kwa sababu hili ni shirika lilisajiliwa na serikali kwa minajili ya kwenda kushughulikia wastaafu wasiweze kuteseka sana mm. Na kwa muda mrefu sana kumekuwa na mashirika tofauti tofauti wale anasema na kushughulika na maneno ya wastaafu, lakini hakujawahi kuwa na shirika la kitaifa ambalo linahusika moja kwa moja, linaenda mashinani, unaenda unaongelesha wastaafu na wale wanatarajia kustaafu, wanakupatia changamoto zao. Sasa hizo changamoto ndio zinatupatia upeo wa kuweza sasa kuona hali ya kuteseka kwa hawa wasifanyikazi imefika kiwango gani na hilo tunapata tukiwa ni kesi ya pensions department. Kuna director pale, directorate ya pension ikiongozwa na bwana Kagika, wamekuwa watu wa, watu wangwana hmm. kwa sababu mara nyingi ukienda na jambo, tunaperekaga vitu kwa kesi, unatengeneza list na unapereka. Ukipeleka list, mara nyingi sasa huwa tunafuata, tukiangalia, hii imefika hapa, hii imefika hapa, hii hmm. pale wanapata kwamba hii inahitaji document fulani haijapatikana. Wanatuambia tunawasiliana na mwanachama mashinani, anatutumia, tunapeana pale, hiyo kitu inaendelea kusonga kuliko yeye awe. Kuna wengi sana walisimamishiwa pension mwezi wa saba wakati walikosa kujisajili upya mm. Wengi wametuongelesha na tumeweza kufacilitate hao kurudisha kwa payroll bila kuhau kuteseka. Lakini kuna wengine bado najua wamekuliwa shilingi. Kuna moja aliniambia alikuliwa shilingi elfu kumi aje kurudishwa kwa miezi tatu baadaye, hakuwa amerudishwa, akakuja, akakuja kwetu sasa akarudishwa. So kuna hii namna ya kutayarisha ama kuelimisha wastaafu mashinani mm. ni kitu kimekosekana, kwa sababu serikali haina hiyo, si e, infrastructure ya kuweza kuwafikia wale watu, kwa sababu ukiweka hata kwa redio kuna sehemu, bwana Nimrod, yupo hapa nchini, umasikini iko mpaka hata redio peke yake hakuna. mm. Mm unapatia mtu form hata ya kujaza pekee anashindwa kujaza, lakini wewe unataka uandike barua umtumie mm. a respond mm. posta ile alipeana wakati alikuwa anafanya kazi, alihama huko, hata ilifungwa posta nyingi zilifungwa. Unaandikia mtu barua hapati, email hana, so zile changamoto za sana sana mm. pension ya serikali ni aidha, wale wafanyikazi, kuna wale pia wako na roho ya ibilisi hm? Tulifanya na wewe kazi bwana Nimrod, saa ile umestaafu mbele yangu, unarudi unakuwa kitega uchumi changu, hmm? Ukirudi unatakana uuze ng'ombe, ukuja nione ndio faili itembee haraka, hmm. Itoke pale iende pale. Pengine kuna mwingine hata hata anang'oa document kwa faili, unaweza leta document alafu anang'oa kwa file ndio kesho, ukikuja unasemekana ni document fulani hujaleta, kwa sababu anajua mapato yako ni kiasi fulani, anajua mapato mm. E, mm. So mpaka we utoke utoe pesa umlipe, ndio sasa faili yako isonge kutoka iende kiwango kingine. Na, Bananibu, kam, kama kama nikuongezea tu dakika moja no, no, ikiwa kuna idara katika kila department ya serikali inajiita pensions kwa nini hawa watu ambao wanafaa kufanya hiyo kazi hawafanyi? Ni kwa sababu nchi yetu imekuwa na, na some, some funny moral uh, approach to issues. Mm. Hawaoni kwamba kwa sababu hii si yangu, sina shughuli na, mm. mm. nayo. Nafikiri imefika wakati mm. ambapo watu wamepoteza utu ah, yeah. Watu wamepoteza utu yeah. Na hakuna watu wa kuwakumbusha kwamba yeah, wamepoteza utu mm, na mtu wa kumrekebisha na kumchukulia hatu. Mtazamaji mm, tunapunga unyunyu ee, najua hisia ziko nyingi, kama ziko hapa nafikiri, uko nyumbani nyingi zaidi, hasa kwa wale waliostaafu. Lakini tunaomba wale wahusika wakuu wanasikiza, tunakwenda mapumzikoni, itakaporejea tutapate kauli zetu za mwisho mwisho.